Mimi naitwa Nusra rahisi Iddi ni yani, mkazi wa Kao kwa Mani wa wilaya ya Kinondoni kini mi ni mgonjwa ambaye nilikuwa nimelazwa hapa hospitali ya Mloganzila kwa sababu nilikuwa nimekuja hapa, mimi nilikuwa nime naumwa sana, kwa na hali mbaya, siwezi kutembea wala kuongea, lakini nashukuru Mungu, nashukuru madaktari wameweza kunihudumia vizuri, mpaka leo natembea na kuongea. E, nashukuru sana, nashukuru na nimefurahia hiyo hospitali kwa sababu wanatoa huduma zao vizuri, pia wana upendo sawa. Nimejifunza vitu viwili, wana upendo lakini pia wana wanatanguliza utu kuliko kitu. Wanatangulia kuokoa maisha ya watu, wanatangulia kuokoa maisha ya binadamu wenzao kuliko kutanguliza pesa. Lakini naomba kutoa ushauri kwamba usiogope kwenda hospitali ambayo ina huduma inayostahiki kupata wewe, kwa kuogopa gharama kusema kuna gharama kubwa, lakini ni heri ukauwai hospitali ambayo unastahili kuliko kufikiria vitu vingine. Bora ukatangulia kwanza hospitali ukajua unaumwa kitu gani, alafu kitu kingine kitafata. E, nashukuru sana Nashukuruni sana eh. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya vizuri, utakuwa umeokoa maisha yako, lakini pia utakuwa umesaidia pia na watu wengine ambao wanakutegemea kuliko kukaa nyumbani ambapo tatizo lita, linaweza likaongezeka zaidi unapoendelea kukaa nyumbani bila kujua unasumbuliwa na kitu gani. Nashukuru manesi, madaktari wakubwa wa hospitali hii wanaongea vizuri na pia wanatoa huduma vizuri. Mpaka leo naondoka, namshukuru sana Mwenyezi Mungu.